Jason Sagini tena kutoka hapa Pretoria Afrika Kusini, katika ligi ya mpira wa vikapu barani Afrika BAL finali ambazo ilianza siku ya Ijumaa na bila shaka mechi za kua nafasi bora kabla ya kuanza kwa robo finali hii leo. Na Ijumaa hiyo tulishuhudia Creole Star ikifunga FUS Rabat ya Morocco, lakini pia Al Ahly Tripoli ya Libya ikibamizwa mechi yake ya kwanza msimu huu baada ya kufungwa na Al Ittihad Alexandria kutoka nchini Misri. Baada ya hapo jana tumeshuhudia River Super Stars ikifungwa na US Monastir, bingwa wa mwaka 2022. Hapo jana APR Rwanda katika kushiriki kwa mara ya kwanza michuano hii ya michujo iliishinda bingwa mtetezi kutoka nchini Angola Petro de Luanda. Baada ya michuano hiyo ya kupata nafasi, sasa tunajitosa katika raundi ya robo fainali. Hapo ukifungwa unakwenda nyumbani, ukishinda unapata nafasi ya kusonga mbele. Leo mechi mbili, mechi ya kwanza Al Ahly Tripoli dhidi ya Creole Star. mechi ambayo kocha mkuu wa Al Ahly Tripoli Fuad Abu Shakra anasema ana matumaini licha kuwa ya kufungwa mechi ya kwanza msimu huu baadaye leo Al Itihad Alexandria dhidi ya FUS Rabat, na kesho unazungumzia mechi kati ya US Monastir na Petro de Luanda, mechi ambayo kocha mkuu wa Petro de Luanda Sergio Moreno anasema kwamba hawana shinikizo ya kutetea ubingwa wao baada ya kushinda mwaka jana. Mechi ya mwisho ya robo fainali ni kati ya APR la Rwanda dhidi ya River Super Nigeria, mechi ambayo mchezaji Ntore Habimana anasema kwamba ushindi dhidi ya Petro de Luanda unawapa nguvu ya kutosha ya kusonga mbele. Endelea kufuatilia RFI Kiswahili kwa matokeo na matukio kutoka hapa Pretoria, Afrika Kusini. Ngia bonga.